Miaka 40 tangu Yoweri Museveni achukue mamlaka nchini Uganda, kiongozi huyo anawania muhula wa saba kama rais katika uchaguzi wa Alhamis wiki hii. Mpinzani wake mkubwa ni mwanamuziki Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine, lakini mikutano ya chama chake imekumbwa na kile waangalizi wanachokiita ukandamizaji. Kwa mujibu wa mtaalamu wa utawala nchini Uganda katika taasisi ya sera ya maendeleo katika Chuo Kikuu cha Antwap Christoph Titeka, kampeni zilianza kwa utulivu hata hivyo, Titeka amedai muda mfupi baada ya Bobi Wine na chama chake cha kisiasa cha National Unity Platform yani NUP walipoanza kampeni, ukandamizaji nao ukaongezeka. Wakati hayo yakiendelea, naibu katibu wa kikosi kazi cha chama cha National Resistance Movement yani NRM Lidia Nansangwao amesifu mafanikio ya Museveni. We have to promote... Tunapaswa kukuza na pia tunapaswa kudumisha miundombinu ambayo Rais Yoweri Museveni ametujengea, huduma za kijamii kama vile shule, hospitali, huduma bora za matibabu na mambo mengine. Kwa hiyo ninaendelea kuwaambia Waganda wenzangu kuhakikisha kwamba wanalinda mafanikio sure hayo. Kwa upande wake, mfanyabiashara muuza duka Flavia Atubera amedai Waganda wameridhishwa na mwenendo wa rais anayemaliza muda wake mamlakani. Our president so much. Tunampenda rais wetu kwa sababu amefanya mambo mengi. Aliikuta Uganda ikiwa nyuma, lakini kwa muda aliokaa hapa mambo mengi sana ametufanyia, tuna amani. Sisi wanawake tulikuwa hatufahamiki kwenye jamii, lakini sasa tuko huru kufanya vinavyotaka. Kwa hiyo nina mambo mengi sana ya kuyataja, lakini haya machache yanatosha. Hata hivyo, chama cha NUP kimelalamikia viongozi wake waandamizi kukamatwa kiholela katika mikutano yake, kikisema baadhi ya wa wafuasi wake mia nne wametiwa korokoroni. Wakati wachambuzi wakielezea idadi pungufu, Titeka amedai ni dhahiri kwamba kumekuwa na jaribio la kumzuia Bobi Wine na NUP kuandaa mikutano ya kampeni. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, vikosi vya usalama vya Uganda vimetumia nguvu kinyume na sheria. Shirika hilo limedai vikosi hivyo vimelenga mikutano ya upinzani kwa kutumia nguvu kupita kiasi pamoja na kuwakamata na kuwatesa baadhi ya waliohudhuria. Amnesty International wiki hii limeeleza kuwa maofisa usalama walirusha mabomu ya kutoa machozi na kuwapiga watu katika mikutano ya NUP mwezi Novemba mwaka jana. Mimi ni Lugendo Madege. FM.